Alikuwepo bwana mmoja tapeli katika mtaa, na anajifanya ni mtu mwema, mcha Mungu, anajificha katika kivuli cha dini kuwafanyia watu utapeli. Ukienda ukiweka amana yako inapotea. Akienda mtu mmoja akampa pesa nyingi sana, akamwambia niwekee amana, na naenda safari, nikirudi utanipa amana zangu. Ili bwana akaenda safari, akirudi ya amana yangu ile bwana anasema hujenipa, hujenipa kitu, akamrusha dhalimu "Bwana pesa zangu, kaambia hukuniachie huku kitu. Nini ushahidi wako? Nipe ushahidi. Hakuna ushahidi. Yule bwana akaenda kwa kadhi Iyas mwenye amana. Akamwambia, bwana fulani fulani amenidhulumu amana yangu. Akamwambia, we, anajua kama umekuja hapa? Akamwambia hajui. Kaambia, basi usiseme kitu. Nenda njoo siku ya pili. Akaondoka yule bwana kwenda nyumbani kwake. Huku kadhi Iyas akamtuma mtu kamwite huyo jamaa tapeli.